Nipo kwa ajili ya kukusanua feature mpya ambayo inapatikana kwenye WhatsApp mahali ambapo unaweza kuweka status yako ya siku, lakini pia unaweza kuweka na wimbo ukawa una play pale. Kupitia WhatsApp yako, nilisema leo nipo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu ninachokifanya moja kwa moja nitakuonyesha nini ambacho kinatakiwa kufanyika, na moja kwa moja nikuonyeshe sasa kupitia WhatsApp yako unavyoweka video kupitia eh, Instagram pale unavyoweka video kupitia Facebook na mambo mengine na status nyingine. Leo nataka nikuonyeshe kwamba una uwezo pia wa kuweka video ama picha, lakini pia ukaja ukaweka nyimbo kupitia eh, WhatsApp ya kwako, moja kwa moja nikupeleke direct kwenye status ya WhatsApp na nikuonyeshe jinsi ya kuweza kuweka nyimbo. Tuna unagusa application ya WhatsApp hapa juu kabisa, ambapo unaweza kuweka status yako. Moja kwa moja unakwenda kubonyeza hii alama hapa juu ambayo inaonekana, kuna alama hapa juu inaonekana. Hii alama ndiyo alama kwa ajili ya kuweka E, wimbo kupitia video unaona, klik pale moja kwa moja utakwenda kutafuta wimbo ambao unataka kuweka. Unaweza uka search pale juu ukaandika labda e, wimbo wa Denis Masawe whatever, e, ukatafuta pale jimu, wimbo wa Denis Masawe ukaweka. Kama upo, kama upo utatokea pale na utaweza kuweka, lakini kama haupo unaweza kutafuta wimbo mwingine ambao ni famous, labda ni wimbo unaofahamika sana au ni wimbo ambao unataka wewe binafsi kuweka, unatafuta pale juu, unaandika tu labda Diamond Platinum, eh, wimbo fulani, una click pale. Ukiclick as you can see, kama ulivyoweza kujionea hapo, unaweza kaweka nyimbo hiyo, kama unaweza kufuta, unaweza kaweka nyimbo nyingine. Unaweza kutafuta nyimbo labda ya gospel, eh, ukatafuta wimbo wote pale, ukaweka kama hivyo. Then after, baada ya hapo, tunakwenda sasa kuweka wimbo moja kwa moja, una click hapo juu. Baada ya kuklik unakwenda unabonyeza e, hiyo alama ya mziki, then after unabonyeza wimbo ambao unataka kuweka labda uh, unataka kuweka wimbo let's say unataka kuweka wimbo wa ob Alpha una klik pale Obi. Umenipima. <tipa> <Wa> ob umenipima, huu ni wimbo wa baada ya kuweka wimbo huo moja kwa moja unaweza kusogeza alama ya sharing hapa chini ukaklik chochote kile ambacho unataka kuandika as a caption. Baada ya kuweka caption ya kwako unamaliza kuweka caption. Mimi nitaweka hii hapa nitaandika tu hivi ya yeah. By Obi, Alpha. Yeah, by Obi. That's enough. Mimi nitaposti sasa, anaweza kuiposti kui hii video, una kliki tu pale share, tayari video yako inakuwa inakwenda na wimbo huo, na moja kwa moja utaenda kuangalia status kwa watu wengine, kama ambavyo tunaangalia status za watu wengine, utaikuta status yako tayari imekaa na wimbo wako direct, moja kwa moja ko no, Kama ulivyoweza kujionea, hiyo ndio ficha mpya ya WhatsApp. Kama ulivyoiona, ukikliki kwenye WhatsApp yako chapchap, harakaharaka pale ukienda kwenye sehemu ya share status, direct inakupeleka moja kwa moja kwenye kile ambacho unataka kukifanya. Kwa hiyo hii ni ficha mpya ambayo imetoka soon as possible, kwa hiyo unaweza ukaenda E, ukaishare video yako popote pale unapotaka na mambo mengine yakawa board, na usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, ingia pale TikTok andika D Golden Voice msanuaji, hakikisha eh, una follow akaunti yetu kwa ajili ya kuweza kujipatia more information ili uweze kupata taarifa, unaweza ukafolo ukakliki alama ya folo pale, alafu unaweza kupata taarifa zaidi ambazo na zitakuwa zinaendelea kupitia feature mpya ambazo zitakuwa zinatoka kwa upande wa WhatsApp. Ni kutakia siku njema na Mungu akubariki.